Ilikuwa siku ya Jumatatu, mimi nilikuwa naumwa, nikaenda hospitalini. Nimeenda hospitalini, ilikuwa saa tisa mchana, nimefika nyumbani, akaja nyumba kijana wake kazini kwake, akaniambia shemeji, pole. Nikamwambia pole ya nini? Akasema mume wake amekamatwa. Na nani? Na polisi, gari jeupe Land Cruiser. Yani wewe bosi wangu Manase Daniel Batwenga tunapiga naye story mimi huku nikiwa niko busy na simu, ghafla likaja gari Land Cruiser. Tupo kazini tumekaa sijajua limetokea wapi, ghafla likafika, nasimama pale mbele ya kazini, wakashuka wanaume watatu, mmoja amevaa max huyo, ambaye amevaa max alikuwa na bastola kiunoni, mwingine alikuwa amebebelea pingu, wakafika pale yani yani, walivyofika kutokana na nyumba waliokuwa na nguvu, walifika tu na mbana na kumpiga pingu. Yaani tendo la kuinua macho ni mwangalie, walishamtoa pale ambapo walipokuwa amekaa washamfikisha wali barabarani. Yaani walivyomtoa walimtoa kama wana msengeta. Na kuja kutamaki ili nimwite ni, ili, ili nimwite mwenzangu tumsaidie, ili nijue shida ni nini mpaka amemkamata. Kuja kuangalia mwenzangu anatoka dukani anakuja na kutana shapana kwenye gari. Kulifukuzia lile gari nyuma

tukatoa tukafika pale tukamkuta, tuka mkuu wa kituo tukamwelezea kumwelezea, akasema hilo gari halijafika hapo. Ikabidi sasa sisi tufungue nini, tufungue hilo jalada la kupotelewa na na ndugu yetu.